Karibu kwenye Typhoon Film TZ. Hapa ndipo simulizi kali, drama zenye kugusa moyo na hadithi za maisha halisi huanzia. Kila simulizi linafunza, kila drama inaacha alama, na sisi tupo hapa kukusimulia. Kabla hujaendelea, tafadhali bonyeza subscribe, like, comment na share, ili tuendelee kukuletea visa vipya kila wiki. Kipaji kikiwa na mpango hakikosi mlango. Subscribe kwa mengi zaidi. Sasa tuanze simulizi letu la leo, sikiliza stori ya rais asiyetaka fahari, ila usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu Typhoon Film TZ. Asubuhi ya jua kali ilichomoza juu ya Ugadugu, mji mkuu wa nchi iliyokuwa ikijulikana kama Upper Volta. Barabara zilikuwa na vumbi, watu walikuwa maskini na matumaini yalionekana kama kitu cha mbali sana. Lakini ndani ya jengo la kijeshi, kijana mmoja mwenye uso mkavu na macho makali alikuwa anajiandaa kubadilisha historia. Jina lake lilikuwa Thomas Sankara. Hakuwa tajiri, hakuwa na magari ya kifahari, hakuwa hata na nyumba kubwa. Sankara aliamka mapema kila siku, akivaa sare ya kawaida, akitembea bila msafara mkubwa. Wengi hawakuamini kwamba mtu huyu mdogo kwa umri na mwonekano angeweza kuwa rais. Lakini mwaka 1983, kwa mshangao wa wengi, Sankara alichukua madaraka. Hotuba yake ya kwanza haikuwa ya vitisho, bali ya ukweli mchungu. Nchi yetu ni maskini si kwa sababu haina mali, bali kwa sababu imeibiwa. Maneno hayo yalipenya mioyo ya watu wa kawaida, wakulima, wafanyakazi, wanawake na vijana. Kwa mara ya kwanza walihisi kuna mtu aliyekuwa anazungumzwa kwa niaba yao, si juu yao. Sankara alianza kufanya mambo ambayo hayakuwa ya kawaida kwa kiongozi wa Afrika wakati huo. Aliuza magari ya serikali ya kifahari na kununua Renault 5, gari rahisi. Alipunguza mishahara ya viongozi wakubwa, alikataa misaada kutoka mataifa ya nje, akisema anayekulisha anakutawala. Wanawake walipata nafasi mpya. Sankara alipiga marufuku ndoa za kulazimishwa, alitetea elimu kwa wasichana na aliwapa wanawake nafasi serikalini, jambo lililowakasirisha sana wahafidhana. Lakini kadri alivyopendwa na watu wa chini ndivyo alivyoanza kuogopwa na watu wa juu. Viongozi wa mataifa jirani walimwona kama tishio, mataifa ya nje hayakufurahishwa na msimamo wake mkali dhidi ya ukoloni wa kiuchumi na ndani ya nchi, baadhi ya waliokuwa karibu naye walianza kunong'ona kwa siri. Sankara alijua hatari ipo. aliwahi kusema kwa utulivu, mapinduzi yanaweza kuuawa, lakini mawazo hayawezi kuuawa. Lakini hakujua kwamba hatari kubwa zaidi haingetoka mbali, bali ndani kabisa ya mzunguko wake wa karibu. Katika sehemu ya pili, tutajua ni nani alianza kumsaliti Sankara kimya kimya. Kwa nini marafiki waligeuka maadui na jinsi siku moja ya kawaida ilivyogeuka kuwa mwisho wa kiongozi aliyethubutu kusema ukweli. Basi usisahau kusubscribe kwenye channel yetu Typhoon Film TZ. Asante.